Ukulomera batu banaanza choma banyarwanda huku Luhihi, usikie tu choma banyarwanda. Muangalie gisi bakona choma banyarwanda uku Luhihi onke bitu bikungufu. Bikungufu. Bana muchoma mutu bakona muchoma, usikie tu yetu, balishabomola biro ya ba M23 kwenye balikuwa Nzoi bana bomola hapo. Donke huku ni ne dance. Nikona na bomola nyumba wani. <laughs> Usiwe Luhihi hapa basi, vile banabomola nyumba ya bayomba baraia, banabomola nyumba ya bayomba Luhihi. Luhihi hapa Luhihi kabisa, na zingine banalunguza, baraia banalunguza kabisa. <coughs>

Kutawala, kutawala watu ambao wapeni, ni kazi kubwa sana, yaani ni kazi kubwa sana ambayo M23 au niseme Rwanda mtakutana nayo. Kusema kweli, wakongomani hawapo tayari kutawaliwa na Rwanda, wakongomani hawapo tayari kutawaliwa na Kagame. Kwa hiyo itakuwa ni kazi kubwa sana kama vile jisi unavyoona kwenye skrini yako hapa. Iye pa ni ndio uh, Luhihi. Luhihi. Ndoiyapa Luhihi, ok, Luihi ambayo ni kijiji tu, ni kijiji cha Luhihi ambacho manyumba kama vile jusu unavyoweza kuona sio siokmbebana ni, ni town kubwa eh? ndo manyumba manyumba Luhihi hapa. Um, ihapa Luhihi. Luhihi. Okay. So kinachosemwa kinacho ni kwamba kilichotokea huko ni kwamba hapa, haya I maeneo yalikuwa yameshatekwa na M23 haya maeneo I mean. Lakini kutokana na kwamba walihitaji kuwa na force, walihitaji kuchukua wanajeshi hapa waende Nyangezi. Nyangezi aa, ni huku kama vile jisi nimekuwa nikiwaripotieni, niki unajua, hapa ndo Bukavu, kwa hiyo Nyangezi ipo maeneo fulani huku kwa chini Nyangezi ipo huku, ngoja niandike hapa tunyangezi okay, yes Nyangezi iko hapa, yaani Nyangezi ipo hapa. Hapa hapa ndo kuna Nyangezi hapa, okay, so Luhihi ipo huku kwa. Kwa unapita kabisa, yani unaenda kabisa ya unanoko umefika huku ndo Luhihi iko hapa Luhihi kwa hapa ambayo inasema kwa gari ni, ni masaa mawili masaa mawili lakini kwa mguu ni masaa kumi na nne yani, ni ni mwendo kabisa. Sasa walishikaji, washikaji walilazimika watoke hapa, waende kwenda kupambana huku, ambako ni Nyangezi, ambako ndo walikuwa wana nini, walikuwa wanawekewa walikuwa wanawekewa um, <coughs> walikuwa wamewekewa kikwazo kikubwa sana na na wazalendo kosa walivyoondoka walivyoondoka, wananchi wakawa wamefurahi, wananchi wakawa wamefurahi kitendo cha wao kuondoka. Na wale wanajeshi wadogo ambao waliachwa pale, wale wanajeshi wadogo amba ambao waliachwa hapa Luhihi ndio wanajeshi ambao wameuawa na wananchi wenye hasira, wamewaua tena. Nasema I wish kwamba hiyo video ningeipost lakini kutokana na sheria za YouTube itakuwa ngumu mimi kuipost. Kwa hiyo hapa wanajeshi waliuawa, wanajeshi wa M23. Lakini mimi sishangai sana endapo haya maeneo yote yatakuwa nini yametekwa na watu wa M23 kwa sababu haya maeneo hapa, okay, as you can see. Uh, Bukavu ipo hapa kwa chini. Bukavu ndio hii hapa. Bukavu ndio hii hapa. hapa. Kwa hiyo Luhihi ipo hapa tu. Luhihi hapa tu, Luhihi ndio hii hapa. Okay, kama Luhihi, Luhihi ndo hii hapa okay? Kavumu ndo hii hapa. Unaona? Kavumu hii hapa, Luhihi hapa. Alafu na Bukavu huko chini. Nafikiri mnakumbuka stori za Kavumu, tuliwaletini stori za Kavumu sana. Kavumu, Kavumu, Kavumu, Kavumu. Tuliwaletini sana hizi stori za Kavumu hapa. Goma iko wapi? Goma iko hapa, huko juu. Goma ndo iko hapa. Okay? Goma ndo ipo hapa. Lakini why nimesema Luhihi? Luhihi ukiangalia Luhihi Okay, na na nani na, na, na Rwanda ni karibu unavuka tu hapa wapi? Unavuka tu hapa kwa sababu ndio mpaka, ndio mpaka ambao una unagawanya una, una unagawanya Kongo na Rwanda. Kwa hiyo wenye Rwanda kutoka hapa kwa ajili ya kuja kuingia hapa kuteka maeneo yote hapa, si ndio lengo lao kwamba wana mpaka waendelee kukata mpaka waongeze wajiongeze mpaka hivi kwamba wachukue maeneo ya Kongo kwa hiyo wanajeshi kutoka hapa kwenda haya maeneo yote ya huku, sioni kwamba bana, kuna kitu cha kushangaza sana kwamba eti wana wanaweza wakashindwa kufanya hivyo. Lakini we well, ndicho ambacho kimetokea Luhihi hihi, watu wameendelea kuandamana, wanaendelea kuandamana kwa, kwa kupinga vikali sana kile ambacho kinaendelea. So ndio maana nilianza wa kusema hivi kwamba utawala wa Kagame kwa kuwatawala iti wa Kongomani ni kitu ambacho kitakuwa ngumu sana. Mkongomani hajawahi kupenda kutawaliwa na Mnyarwanda kamwe, hajawahi kupenda kutawaliwa na Mnyarwanda. Na sisi kama sisi, wazalendo wa nguvu, tutatangaza tena na tena hivi kwamba isitokee Mnyarwanda akatawala Kongo. Na hata kama itafikia atatawala, haatotawala kwa muda mrefu hizi nguvu zake, haitotokea siku moja itimana tukahubiri Wakongomani tuwambie, Wakongomani kwamba eti bana nyi kani tu sawa, hamna shida, unajua naita no, no, no. Itatokeaga, tutaendelea kutangaza, tutaendelea kutangaza tena na tena hivi kwamba Mnyarwanda asipate nafasi ya kuitawala Congo. hii hapa ni Red Pro Media na please subscribe, hivi kwamba tuendelee ku, ku, kuwa kubwa zaidi, maanake tunavyozidi kuwa wakubwa eh? inazidi kupendeza zaidi saa hizi. Mpaka saa hizi tunavyozungumza tumeshafikia kwenye subscribers 16 16k. Kwa hiyo ni njia ya kwenda tafadhali endelea kushare hizi taarifa, na please usiache kujabone na sisi, hivi kwamba tuendelee kuwa wakubwa. Asante sana kwa muda wako mzuri ambao unazidi kutupatia, na hii hapa ndio ripoti tu ambayo nilikuwa nataka nikuletee. Asante sana.